Wakati kula zitatangazwa hapa saa nne mutakuwa kwa matv hapa, wengine munaangalia zetu wala muna matv, lakini saa nne atakuwa amemaliza kazi hiyo. Kitu unasikia mtu akisema, na mtu akushindana, asiati anaongea mbaya anaongea ukweli. Ana mtu wa kushindana naye, kwanza ukitaka kujua mtu wa kushindana naye, wewe jiulize akiingia hapo alikuwa anashindana na nani. Ruto alikuwa anashindana na Uhuru Kenyatta, hapo anaunga Ruto mkono. Na Prime Minister yule kuna nguvu sana hapa Kenya kushindana mtu yeyote. Prime Minister alikuwa upande wa Uhuru Kenyatta, na Ruto alikuwa upande yake huko na aliangusha hao watu

wapo haya, kuna mtu anapotanganya wanazimama au watu wana enjoy, unaona wako na mjano pale akina kazi yako unaona, kazi anazimama anasema pia amuna kazi, kazi hakuna. Na kama kuna mtu mmoja anajua anaweza pia pia kazi, tuambieni ni nani atutaki anjenda nyingine, tutampatia kula yeye. Tuambieni ni nani yule anaweza pia pia kazi ile, kitu iko si ati kazi inaongezeka, kazi inaendelea kupotea. Niulize sababu gani? Kama hii mwaka kulikuwa na watu 1500 wale wako na kazi by January watakuwa

atihuyu anavikia huyu yeah. Munasitiakelele yeah. <laughs> Wacha nikwambie vile mtu anashindaga kula kula Kenya inashindangwa na hula. <laughs> Hula kena na, na kabila tano Kenya ndiozi na mwanga yule andakua president. Kenya kule na vikanga na kingpin. Tio, tio, tio, individuals za tuyapikia democracy kama America. Kenya tuna Kenya watu wana vikanga mahali kiongozi wao anawaambia. Na kama mtu anakataa akatae. Wakamba wale wengi watapika mahali Kalonzo atawaambia hapo. Ni kweli. Hapo ndio watapika. Wakikuyu watapika mahali wa kuboa wako. Wanje luo watapika mahali wa kingi pini wao wako. Hivyo ndio kule kula kana na vikanga. Angalia zaidi. Wanandi, Wanjaluo, Waluja, Wakamba na Wakikuyu wa anachukua wengi hapa <laughs> yeah. Straight to the bank. Ana kwanga ameshinda kula sure, na wacha nikuambia watu wote, huyu munaita upinzani na mimi sioni upinzani yeah. Hii watu wamekusanyika hapo mwana, ati mnaona upinzani ati watu kwa wengi, hiyo sio upinzani. Upinzani <laughs> ni mtu wako hapa hata kama ni mmoja na ako na maoni ya, ya Kenya <laughs> sasa hii kula itakuwa hivi hii kula, hii kula, wacha nikuambie vile itashinda, ndio tu ako pande hii Wakamba Wakamba wati ni kwambia vile vile mtu anashinda ndio ujue, mwache kubika mdomo hapa kama hamjui <laughs> Kalonzo Musyoka Wakamba wale wengi semi wote mm, kuna kama moja moja lakini, tuna, hapa tunaenda na majority majority wa, wa Wakamba watabika kwa vizani. Sawa okay. ma, a, ma, wanuzu ya wa, wa, nini 3/4 ya Wakikuyu watabika kwa vizani. Sawa mm. Upinzani, ajua ndio kula za upinzani sasa haya. Ukuje kwa Luto. Wanandi. Wanandi huyu mnaona wanandi mnaona kama ni kitoko ni wengi sana. Na huyo ni mtoto wao na wanamupenda. Sio vile mnamuita Kasongo, wanampenda sana. Bila mnapenda bila bila wakambe wanapenda Kalonzo. Sasa wanandi tuangalie namba zaba. Wanandi watabika kwa Luto wale wengi majority. Wanjaluo uko pale na ukataa hata kama uko hapa, majority ya Wanjaluo watapiga kwa serikali. Majority ya Waluhya watapiga kwa serikali. Hiyo ni kabila tatu. Wakamba na na Wakikuyu hakuna bila watapeleka hiyo kabila tatu. Unaweza ongea hivyo, lakini tungojea sote. Sema kwambia kuna tano ndio zinaamua. Kabila tano. Kwa hivyo Ruto saa hii Ruto ana ana mpinzani. Ruto ana mpinzani. Hata kama ameshinda, lakini tungojea. Ongea tu.